Habari, karibu tena katika channel hii na leo tutaenda kujifunza jinsi ya kupika ugali wa mtoto, ugali mlaini, jinsi ya kusonga ugali mlaini sana, ugali kwa ajili ya mtoto ambaye hajatimiza hata mwaka mmoja. Basi usisahau kusubscribe katika channel hii kama wewe ni mgeni, lakini pia acha comment yako hapo, lakini pia usisahau kulike video hii. Eh, basi twende mwanzo hadi mwisho ujifunze kusonga ugali mlaini kama huo hapo unavyoonekana. Unavyotaka kusonga ugali, uwe na unga kama hivi hapo, unga wa mahindi, lakini uwe na sufuria lako, sufuria ambalo umekadilia maji maji kidogo yanayomtosha mtoto na kukorogea. Kitu cha kwanza ili usonge ugali mlaini, ugali wa mtoto, lazima ukorogee kama hivi hapa, nasema anza kutengeneza uji, uji utakoroga utakorogea unga kwenye maji ambayo umetenga kwenye jiko lako, jiko lako ambalo linawaka vizuri utatengeneza uji. Uji wako uwe mzito kiasi kama huu hapa, uwe mzito kiasi, uji wako uwe mzito kiasi kama hivi hapa. Unaona ukiweka uji mwepesi sana, lazima ule ugali utatoka na vimabuje mabuje hasa. Huwezi kumlisha mtoto wa ugali wa namna hiyo. Kwa hiyo ili utoe ugali mlaini mzuri ambao hauna buje hata moja, hakikisha unapokorogea unapata uji mzito hmm. Na ule uji hakikisha umeiva kwa muda. Uji wangu unaonekana kama umechemka, lakini uji bado haujaiva. Basi nitauacha mke ndani ya dakika mbili uji wangu itafunikia ili uji wangu upate kuchemkia vizuri. Basi baada ya dakika mbili, nimeacha umechemka. Baada ya dakika mbili, uji wangu ndo kama hivyo hapo, uji umeiva. Kwa hiyo hapo sasa ni tayari kwa kusonga ugali. My guys, hakikisha unabanio, unabanio na kubana ili upate kusonga ugali. Basi hivyo unaweza ukaungua unavosonga. Kwa hiyo kama hivyo hapo, nitaenda kukoroga. Kukoroga huko naweka nini? Naweka unga, nitaweka unga, alafu nakoroga unga. Hakikisha unaweka kidogo kidogo, yaani hakikisha unaweka unga kidogo kidogo, kadiria unga kidogo kidogo, utakiwa weke unga mwingi, maana ukishazidisha tu unga, basi basi. Kama hivyo hapo siachi hata kidogo, yaani siachi upatia nafasi uendelee kuchemka wenyewe, basi nitaendelea kukoroga hivi, unakoroga koroga huku unapiga piga pembea kidogo kidogo, kama hivyo hapo, siachi mpaka nione, mpaka nione ugali wangu sasa ume, yani, umeshika. Ni mlaini ugali ni softi mm? unaonekana ni softi na ni mlaini mimi napenda kutumia kamwiko kadogo ambako kanakuwa kananipa urahisi kwenye, kwenye kukoroga mm? kama hivi hapa kama hivi hapa koo kama hivyo ugali ni mlaini ni mlaini sana ni mlaini ni mzuri kama hivyo mm -hmm. kisha ugali wako wa mtoto naona kama hivyo Yaani ni mlaini kini, ugali umeiva, sasa uko softi, ni mzuri guys. Ka ugali ndio kama hako hapo, kametoka kalaini kazuri kama hivyo. Hapo ni ugali mlaini, uko softi, mzuri Mtoto anaweza akala bila shida yoyote. Hakikisha unavyosonga ugali wako, um, unaukoroga na sio na sio kusonga kama ugali ule ugali mgumu wa watu wazima. Unaukoroga koroga na kupiga piga pembeni, basi kama hivyo umetoka ugali, ugali mzuri mlaini kama hivyo hapo.